Omba mafanikio. Mafanikio moja ya dhambi ya uchamungu wa siku za mwisho wa watu wenye hofu ku, ni kunasibisha uchamungu na umaskini yaani <tosimu> mchamungu wa kiwango cha juu sana anapaswa kuwa maskini, mtu mwema sana anapaswa kuwa maskini. Biblia isemi hivo huyu anatakiwa asaidiwe. Kuna prinsipo ambazo wamezivunja, vinginevyo au amechagua. Kuna mwingine anasema kama methali navyosema, bora mali kidogo na vitu vya wastani, ili asija kawa na vingi akamkosea Mungu. Ndio kiwango chake, anaomba hicho, kifikia hapo. Mungu anasema ombeni nanyi mtapewa. Utapewa, lakini kuna mwingine, kuna mwingine yuko hivyo kwa sababu hajui, na kuna mwingine yuko hivyo kwa sababu ya ubinafsi na uchoyo anataka vitu vinavyomtosha yeye na watoto wake waende shule nzuri, lakini na mwisho wa siku kiishe chote, hataki cha ziada ili aweze kuwa baraka kwa wengine. Kwa mwingine anasema, mimi nimeamua kuwa kama Ibrahimu baba yangu wa imani. Ibrahimu, nina vitu vingi kwa ajili ya kusaidia watu wengi, watu wengi wabarikiwe kupitia mimi, watu wengi wabarikiwe. Na unapewa kwa wewe wa hivi na wao huku, usimwonee wivu wenzako. Tatu, waraka wa tatu wa Yohana mbili, mpenzi naomba ufanikiwe katika mambo yako yote. Mambo yako mangapi? Mambo yako yote na afya yako, kama vile roho yako ifanikiwavyo. Anasema mpenzi, beloved, ninaomba ufanikiwe katika mambo yako yote na afya. Maana afya ikigusa ukutoka na tabu kidogo, kama vile roho yako ifanikiwavyo.